Na mahakama kuu huko Kwale imeagiza kufungwa kwa vituo saba vinavyotoa hifadhi kwa watoto kwa madai ya kutosajiliwa huku zikihusishwa na madai ya ulanguzi wa watoto. Jaji Naikuni Lucas Lepares wa mahakama ya mazingira na masuala ya ardhi huko Kwale alisema makao hayo yanakisiwa kuhusika na ulanguzi wa watoto nje ya nchi hii ambako haki zao zinakiukwa. Alisema haya wakati wa sherehe za kufunga maadhimisho ya mwezi wa watoto kwenye mahakama ya Msambweni. Alithibitisha kwamba mahakama hiyo imenakili visa hamsini na viwili vya dhuluma kwa watoto mwaka huu. Tunataka hizo home zote tutazifunga kwa sababu hatujui kwa nini unafanya una, u unafanya, una unafanya mambo ambaye, ambaye sio ya halali. Nataka nisisitize ya kwamba watoto ni rasilimali na ni lazima sisi kama wazazi tuchukue jukumu letu la malezi, na sisi kama viongozi tuchukue jukumu letu la kuhakikisha ya kwamba tunawapatia ma, mazingira na mandhari ambayo yatawafanya waende mbele edha kijamii ama kielimu. Mwaka huu tukifikia sasa, hizo kesi za dhuluma ya kijinsia ambayo ni dhidi ya watoto tuko na kesi hamsini na mbili. Tuko na kesi za kuondoa watoto nyumbani 24. Kwa hivyo ne, tukiziangalia hizo kesi tunaweza kusema zinapungua, lakini pia tumepata ripoti ya kwamba kuna kesi nyingi ambazo hazifiki mahakamani.